46. Tuelekee hadi kaunti nambari tano, ambapo wakazi katika eneo la Amkeni huko Lamu wanalalamika kuendelea kuishi kama maskwota kwa miaka mingi kwenye ardhi zao. Wakazi hao wamesema wamekuwa wakidanganywa na wanasiasa wakati wa kampeni kwamba watakapowachagua watatatua tatizo la ardhi. Suala la ardhi katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Lamu ikiwemo maeneo ya mashambani limekuwa suala uh, sugu. Ni hali inayopelekea wenyeji wa Lamu kulazimika kuchagua wale viongozi ambao wakati wa kampeni upiga debe za kwamba watakapopata uongozi watatatua changamoto hizi za ardhi. Ni jambo ambalo limepelekea eh, viongozi mbalimbali kuweza kuelekea maeneo ya mashinani ili kutoa hamasisho kwa kuhusu kuchagua viongozi bora. Viongozi wengi kila kukicha, kwa sababu hili ni donda sugu ambalo limekaa na mikaka ya kwamba uh, tunakuja kudanganywa tu. Mimi mkinipatia, anajua hiyo ndio hitting point ya kwamba tunaweza kupatikana. Anasema kwamba sisi tukimpatia kura, akienda bunge ataenda kuongea masulaha ya shamba ili tupate mat, lakini tumeona kwamba tumekuwa tukidanganywa kila kukicha. Kwa hivyo sisi kama jamii ya watu wa Lamu County, wanati tunajipanga kama jamii zingine kurudisha uwakilishi wetu na la pili, tuweze kurudisha rasilimali zetu, tuweze kumiliki ardhi zetu na nafasi za kazi kwa watu wetu. Kwa hivyo tatizo la ardhi litatatuliwa na wanati wenye wenyewe, tuweza kutatua tatizo. The natives, nye, nye tribe kwa sababu sisi ndio tunajua forest ni wapi, tunajua ardhi ya mboni ni ipi ya msanye ni ipi ndio wapi kwa sababu sisi tumekuwa siku zote hapa tumekuwa hako tugongani eh, na saa nataka kuambia wakati ndio huu, na hakuna wakati mwingine. Ni lazima tuache tafauti zetu, tuache mikao yetu. Kitu kimoja changamoto imetolewa kwa wakazi wa Lamu kuona kwamba inapofika wakati wa uchaguzi mkuu kuungana kwa pamoja na kushirikiana kuchagua viongozi wanaojali maslahi yao ikiwemo kutatua masuala ya ardhi sawia. Pia na masuala ya uongozi wa machifu imekuwa tatizo sugu, kwani wale machifu wanaoletwa maeneo wengi si wenyeji wa eneo hili. Rahma Rashid, Runinga Citizen